Rais wetu Dr William Samoei Ruto, rais mstaafu wa Kenya, rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu Baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa, wananchi na kanisa letu, yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa ndugu yangu baba wa taifa la Kenya Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika inji yetu. Na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili, kutoka Tanzania, anaitwa Shaban bin Robert, katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi inji huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa elfu mbili na saba Janga kuu ilitokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka, mara pili, mara tatu. Hardliners wakasema we want secession. Ndiyo inji ikafichua ushujaa wa baba, akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki na wakaleta amani ambayo imedumu inji yetu.

Honorable Raila's contributions in parliament to this country. Nimeziweka pamoja na nakala za zile wabunge walisema kutokea viongozi wetu Junet na Ichungwa na wabunge wote, nimeletea Mama Aida na familia, ili katika library yao wajue huyu shujaa mwenye walituletea nchi yetu alisema maneno ya kujenga nchi yetu. Nikimalizia ni, ni kuwa rai wa Kenya na rais wetu William Ruto, vile mliketi na mheshimiwa Baba mkasema Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hapo ndiyo shikilia, na sisi tutashikilia hapo, tushike nji yetu tuende mbele, tusilete siasa ya furugu ya kikabila ya kugawanya wananchi. That is not what baba wanted. Baba even at the lowest in his political career he preached peace. After 2017, nikimalizia baada ya kura na wametangaza mshindi hakuwa yeye. Akanichukua mimi na mheshimiwa Kalonzo tukaenda South Africa kwa mbuga ya wanyama inaitwa Madwekwe. Tulikaa huko kwa wiki mzima. Na alituambia, my brothers